Charia. Mimi naitwa Julius Musa Charia, mwenyekiti wa baraza la wazee jimbo la Kwimba. Siku ya Jumapili nilipigiwa simu kwamba nahitaji, tunahitajika Mwanza, alafu tukifika Mwanza tunaenda Dar es Salaam kwa ajili ya mkutano ambao inadaiwa kwamba anauitisha Mboma. Lakini tumepanda hapo Mwanza saa moja za usiku ya Jumatatu, hatujala chochote lakini tulipewa tu elfu tatu tatu kila mmoja, tukaja kula huku chakula njiani kabisa, tena chakula ambacho liviti tuongeze hela yetu. Shilingi elfu tatu ilikuwa haitoshi. Tumesafiri usiku kucha, hatukula, tumepambazuka hatujala, tumefika mpaka Morogoro hatujapewa hata posho Morogoro ndio wakatupa waka elfu kumi kwa ajili ya chakula, afu tunadai kwamba wanadai kwamba wakadai kwamba tukifika Dar es Salaam tutapewa elfu thelathini kwa ajili ya malazi. Tumefika Dar es Salaam jioni kabisa, usiku usiku kabisa, saa mbili saa tatu. Tukifika Dar es Salaam tukapokelewa na wale walioandaki waliokuwa wameandaa kikaa. Basi wakawa wanatuita moja moja, wanasaini, anapewa elfu thelathini yeah, kwa ajili ya malazi. Lakini baadaye walituliza kwamba je, mnafahamu kilicho kilichowaleta hapa? Hapa tumekuja kubadilisha jina tu, lakini sisi wanachama ni wale wale. Kwa hiyo sasa hivi tumebadilisha jina la chama tunaita cha, cha, cha, Chaumma kwa hiyo okay, kesho tutaendelea na mambo mengine. Lakini hata hivyo mimi niliposikia kwamba nibadilishe kuwa Chauma, roho yangu kwa kweli iliumia sana kwa, kwa sababu Chadema kimenipa heshima kubwa. Kwanza kiliniteua kugombea udiwani, lakini nikaumwa asikuendelea pia. Kilinipa heshima ya kumchagua kuwa ni mwenyekiti wa baraza la wazee jimbo la Kwima. Mimi Chadema nitakufa nacho, sitaki chama chochote kingine. Mimi kwa jina naitwa Merkashiki Dome, ni mwenyekiti wa akinamama Bawacha. Nilipigiwa simu kwamba nifike Mwanza kwa ajili ya safari ya kuja huku Dar es Salaam kwa ajili ya kikao, kulikuwa na kikao lakini baada ya kufika pale Mwanza tukapanda ga, magari yaliyokuwa yameandaliwa kuja Mwanza, tumekuja tukafika Mwanza tukakuta kikao chetu hakipo, nikakuta jina tofauti linaitwa cha Chauma. Baada ya kupeleleza, nikaambiwa kwamba ni chama kipya ambacho kimeanzishwa, sikulizika nacho tayari. Tulivyofika pale tukapewa matisheti kwa ajili ya kikao kwa sababu sikuwa hata na hela ya kula njiani wala hela ya kujikizi hapa, ilibidi nichukue hizo nani tisheti ili niwe mpole kwa ajili ya kupatiwa usafiri wa kunirudisha nyumbani. Kwa hiyo hicho chama mimi sijalizikanacho, naomba nirudi kwenye chama changu Chadema. Mimi ni mwenyekiti ba bawacha jimbo la Kwimba, asanteni. Mimi ni mwenyeji wa Ngudu Kuimba, uji Masonga, mkatibu nim wa vijana kata ya Ngudu. Nimepigiwa simu kwamba hivi ni nje hapa, kuna wakubwa aa, tutaongeana wa Chadema, lakini nimekuja nikakuta ambapo sivi walivyoniambia. Bado mimi ni wanachadema, sitaki kutapeliwa, na wengine wanataka kutapeliwa, wasitapeliwe.